Vita vya Urusi na Ukraine vilianza Februari mwaka 2014 na vinaendelea. Kufuatia mapinduzi ya utu ya Ukraine, Urusi iliiteka Crimea na kuitenga kutoka Ukraine. Kisha iliunga mkono vikundi vya silaha vinavyoungwa mkono na Urusi vilivyoanzisha vita katika eneo la mashariki mwa Donbas dhidi ya jeshi la Ukraine. Na mwaka 2018, Ukraine ilitangaza eneo hilo kuwa linakaliwa na Urusi. Miaka minane ya kwanza ya mzozo pia ilihusisha matukio ya majini na vita vya mtandaoni. Mnamo Februari mwaka 2022, Urusi ilizindua uvamizi kamili wa Ukraine na kuanza umiliki zaidi ya nchi ikianza, e awamu ya sasa ya vita, mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Vita hivyo vimesababisha mgogoro wa wakimbizi na mamia ya maelfu ya vifo. Ukiendelea na habari hii Mwanzoni mwa mwaka wa 2014 maandamano ya Euromaidan yalisababisha mapinduzi ya utu na kuondolewa madarakani kwa rais wa Ukraine anayeunga mkono Urusi Viktor Yanukovych. Muda mfupi baadaye, maandamano yanayounga mkono Urusi yalianza katika sehemu za kusini mashariki mwa Ukraine, huku wanajeshi wa Urusi wasiojulikana wakivamia Crimea. Urusi iliichukua Crimea baada ya kura ya maoni yenye utata mkubwa. Mnamo Aprili mwaka 2014 wanamgambo wanaungwa mkono na Urusi waliyeteka miji na miji katika eneo la mashariki mwa Donbas la Ukraine na kutangaza Jamhuri ya Watu wa Donetsk DPR na Jamhuri ya Watu wa Luhansk LPR kama majimbo huru wakianzisha vita vya Donbas. Urusi iliunga mkono kwa siri wanaotaka kujitenga kwa wanajeshi wake vifaru na mizinga ikizuia Ukraine kuchukua tena eneo hilo kikamilifu. Mahakama kimataifa ya jinai ICC ilihukumu kwamba vita hivyo vilikuwa vita vya kitaifa na kimataifa vinavyohusisha Urusi, na mahakama haki za binadamu ya Ulaya ilihukumu kwamba Urusi ilidhibiti DPR na LPR kuanzia mwaka 2014 na kuendelea. Mnamo Februari mwaka 2015 Urusi na Ukraine zilisaini makubaliano ya Minsk 2 n hakutekelezwa kikamilifu. Katika miaka iliyofuata vita vya Donbas, vikawa mzozo tuli unaofanana na vita vya mitaro. Kusitisha mapigano kulivunjwa mara kwa mara, lakini safu za mbele hazikuhama. Tukiendelea na habari hii, kuanzia mwaka 2021 ulikuwa na mkusanyiko mkubwa wa kijeshi wa Urusi karibu na mipaka ya Ukraine, ikawa ni pamoja na ndani ya Belarus jirani. Maafisa wa Urusi walikataa mara kwa mara mapigano ya kushambulia Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa maoni ya kujitanua na kupinga haki ya Ukraine ya kuwepo. Alidai kwamba Ukraine izuiwe kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO. Ukraine ilikuwa rasmi nchi isiyoegemea upande wowote wakati wa mzozo ulipoanza, lakini kwa sababu mashambulizi ya Urusi ilifuata mipango ya kujiunga na NATO mapema mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Urusi ilitambua DPR na LPR kama majimbo huru. Wakati wanajeshi wa Urusi walizunguka Ukraine, wawakilishi wake waliongezeka mashambulizi dhidi ya vikosi vya Ukraine huko Donbas. Mnamo tarehe 24 Februari mwaka 2022, Putin alitangaza operesheni maalum ya kijeshi ili kuondoa kijeshi na kuiondoa unazi Ukraine, akidai Urusi haikuwa na mipango wa kuiteka nje hiyo. Uvamizi wa Urusi ulifuata ulilani wa kimataifa. Nchi nyingi ziliweka vikwazo dhidi ya Urusi.